Majina yangu naitwa Safia Mkama Mzee, ni mgombea udiwani kata ya Nyamhongolo. Nimewiwa kufanya mazoezi haya, kwanza nikumuunga mkono mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akiwa makamu wa rais aliagiza kila mwisho wa mwezi tufanye mazoezi, tukitambua kwamba mazoezi ni afya. Kwa hiyo nimewiwa kufanya mazoezi haya kuhamasisha vijana na wananchi wa kata ya Nyamhongolo kufanya mazoezi haya maana yake ni kwamba kwanza tunahamasisha watu wajue kwamba chama kipo na kesho tunazindua uzinduzi wetu wa kampeni diwani. Lazima tuweke amshamsha, watu wajue chama kipo na kesho tunaenda kufanya kitu gani, wananchi hawa watarajie. Na tu kwamba kila mwezi tutafanya mazoezi haya. Wamepata diwani ambaye anapenda michezo na mimi ni mwana mazoezi kweli kweli. Kabla ya kupata nafasi hii, nimeshiriki mazoezi mengi, michezo mingi, hasa kwenye jimbo kafu, nilikuwa ndao kinda kindaki kwa vijana wangu hawa kuhamasika na kuhamasisha kwenda kushindana kwenye jumla. Kuhusu vyama rafiki kutuunga mkono. Binafsi najisikia mtu mwenye furaha na mwenye bahati. Kwa sababu tangu tumeanza chaguzi kwenye kata yetu hawajawahi kutuunga mkono. Lakini baada ya sisi kuchagua, kuchaguliwa kwenye kura za maoni wale vyama rafiki wengi walipiga simu, walituma message, walinipongeza na wengi walikuja nyumbani kwangu. Kwa sababu wao wamenikubali. Na hakika na nawahakikishia tutakwenda kufanya kazi kubwa kupitia vyama vyao, mawazo yao kwa sababu wanatamani kuleta maendeleo kwenye kata yetu ya Nyamhongolo. Kwa hiyo, mawazo yao nitayachukua na tutafanyia kazi sana. Kwa hiyo, mimi niwahakikishie tu sitaangalia chama, tutaangalia mawazo ya kila mtu na tufanye kazi vizuri ili kata yetu iendelee kung'aa. Lengo kubwa ni kuhamasisha wananchi wa jimbo hili la Ilemela kushiriki uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo, tumekusanyika hapa wananchi wa maeneo mbalimbali mbali, lakini hususan kata hii ya Nyamhongolo. Tumekuwa ni kawaida ya kufanya hizi jogging za uhamasishaji wa, wa wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kujitokeza na kuweza kupiga kula, lakini vilevile vile kujitokeza kuona ni viongozi gani wanaowafaa. Kwa hiyo waliokusanyika hapa kama mlivyoona ni wanajoga mbalimbali mbali. tuna wananchi, tuna watu wa vyama mbalimbali kwa sababu jogging hii ni ya uh, amani na mshikamano kwa vyama vyote. Kwa hiyo hatujaangalia itikadi, kama mlivyoona, tuna watu wa Chauma hapa, tuna watu wa CCM, tuna watu wa ACT, tuna watu wa Chadema wote wako hapa. Mimi endapo nitapata nafasi hii, kwa sababu mimi ninaamini nina hivi, tuna mimi huwa siiti vyama vya upinzani, huwa naviita ni vyama rafiki tunapoingia kwenye mchakato, kila chama kina nadi sera zake. Kwa hiyo kila chama kitanadi sera zake, nini kitawafanyia wananchi. Lakini mimi ni waahidi, endapo nitachaguliwa, maendeleo hayana chama. Kwa hiyo sitaangalia huyu ni wa chama gani, nitafanya kazi na mwananchi yeyote bila kujali itikadi, chama, dini wala kabila. Kwa hiyo niwaombe sana, nitakwenda kuwaunganisha wananchi wote wa jimbo la Ilemela kama nilivyotangulia kusema kwa hiyo wawe na amani changamoto tunajua ni nyingi lakini maendeleo ni mchakato maendeleo ni hatua kwa hivyo sisi chama cha mapinduzi tumeendelea kufanya mengi mwenye masikio haambiwi sikia na mwenye macho haambiwi tazama wote mmeona yaliyofanyika chini ya rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa hiyo tuwaahidi irani yetu ni irani bora inayogusa maisha ya kila mtanzania bila kujali ni watabaka gani. Kwa hiyo, kuanzia wa chini, wa kati pamoja na wa juu. Kwa hiyo, niwaombe sana wananchi waendelee kuwa imani na chama hiki, tuendelee kumwamini rais wetu, wabunge pamoja na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Kwa majina anaitwa Isaac Safia Likweka, ni mdau wa michezo na mkazi wa Nyamhongolo. Leo hii tumekuja kumsapoti mama yetu Safia Mkama Mzee katika swala hili la jogging, na walitualika wadau wa michezo mbalimbali mbali, kuja kumsupport na tupo hapo kwa ajili ya kumsapoti mama yetu mpendwa. Michezo hii ina maana kubwa katika kuhamasisha wadau wote wa michezo kushughulika na kwenda ku, kupiga kura kwa ajili ya kuchagua kiongozi bora ambaye atatusimamia kwenye nyanja mbalimbali ikiwepo michezo na maendeleo katika kata hii. Huyo ndio kiongozi bora tunayemhitaji. Pia na mama yetu Safia Mkama mzee naye ana sifa hizo maana katika michezo mbalimbali ikiwepo mbali, Jimbo Cup na michezo ya kata hii ni mama ambao anatushughulisha kutusupport kwa chochote tunachohitaji katika michezo yetu. Kwa hiyo na sisi tunasema kama wadau wa michezo wa kata hii na wakazi, tupo bega kwa bega na mama yetu kumsaidia katika kushiriki. Na bado tutaishia hapo, bado tutaendelea mbele kwa ajili ya Mheshimiwa mbunge Kafiti Kafiti na bado tutaishia hapo, tutaendelea kwa mama yetu mpendwa ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Majina yangu kamili naitwa Nazahedi Elibariki au ali maarufu kama balozi kijana. Nimewiwa leo kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi ni afya. Pia tunamuunga mkono mama yetu mpendwa wa Safia Mkama, kwa sababu ni mama ambaye ni mdau wa michezo, tunatembea naye kwenye Jimbo Kapu Mkemia FC na mimi nikiwa kama balozi na msapoti, kwa sababu huwa ni mdau wa michezo lingine nikienda kwa upande wa rais Samia Suluhu Hassan, tunamuunga mkono kwa sababu pia ni mdau wa soka, akijua kwamba michezo ni ajira na michezo ni afya.